Nawapongeza sana wale waliofanikiwa kutoa tuzo mbalimbali katika mashindano mliyoshiriki. Hii inaashiria kwamba mlitia bidii zaidi kwenye mashindano kuliko wenzenu. Endeleeni kujitahidi na kujituma zaidi kupata tuzo kubwa zaidi safari ijayo. Katika jeshi letu, michezo ni kazi kama zilivyo kazi nyinginezo. Hivyo basi kila mwanajeshi anayeshiriki kwenye michezo ajione yuko kazini sawa sawa na yule aliyepo kwenye mzinga, aliyepo kwenye vifaru, aliyepo kwenye rada, aliyepo kwenye meli vita, au sehemu nyingine yoyote ndani ya jeshi letu kwetu hapa. Kwa hiyo nataka niwaambie tu kwamba jeshi ni sehemu mahususi sana ya kulipaisha taifa letu kwenye upande wa michezo, kama ilivyokuwa zamani, wote mtakumbuka miaka ya zamani, wengi wa, wanariadha wazuri walikuwa wanatokea jeshini, lakini pia hata mabondia walikuwa wanatokea jeshini. Aidha, kuna baadhi ya michezo ya kimataifa haipo uraiani, ipo jeshini pekee. Tumeshapata uwanja mzuri kwa ajili ya beach soccer pale Mbweni, kwa hiyo tutakuwa champion wa mchezo huo ambao sio maarufu sana kwa baadhi ya nchi torai. Kwa wadau mbalimbali wa michezo jeshini, kuanzia viongozi wa michezo mbalimbali, rais wetu anafanya kila awezalo kupandisha kiwango cha ja michezo nchini kwa kutoa motisha kwa wachezaji, ujenzi wa viwanja na mengineo mengi.